Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunayolipata kutoka katika Injili ya Luka sura ya 13 aya ya 22 hadi ya 30. Nitaisoma Injili. Yesu alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu, mtu mmoja akamuuliza Je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Akamwambia, akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia, wasiweze, wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango, mkisema Ee Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuwaambia siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu, naye atasema, nawaambia siwajui mtokako, ondokeni kwangu, ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno. Mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Natazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na mtu mmoja ambaye anamwendea Yesu akimuuliza swali lenye udadisi: Je, wanaookolewa ni wachache? Swali hili alimuuliza kwa sababu ya historia ambayo Waisraeli walijijengea wao wenyewe, wakasema kwamba katika ufalme wa mbinguni hakuna Myahudi yeyote yule atakayekosa nafasi katika kiti cha enzi, ila watu ambao ni wa mataifa, watoza ushuru na wengine, hao watakuwa ndio kuni katika moto wa milele. Kwa hiyo anakuja pale akitaka kujionyesha kwamba yeye ni Myahudi, kwamba tutakaweza kuokolewa ni wachache, wakati Yesu Kristo anavyokwenda kule Jerusalemu. Na hili swali lilikuwa na mtego. Angesema wanaokolewa ni wengi, watu wote waliokuwepo pale hasa Wayahudi wangeweza kumlaumu kwamba ni mwalimu asiyekuwa na akili na ambaye hajui mafundisho ambayo manabii waliyezungumza kwamba wokovu umefungwa kwa ajili ya taifa kwa ajili ya Wayahudi peke yao, na kwamba wokovu si kitu ambacho ni chepesi. Na baadaye angesema kwamba wanaokolewa ni wachache basi wale wengine wote ambao walikuwa wanamfuata ambao si Wayahudi wangejua kama wametengwa. Yesu Kristo anakuja kutoa jibu ambalo halionyeshi kwamba wanaokolewa ni wengi au wanaokolewa ni wachache, bali anasema kwamba habari za kuokoka ni jitihada, yaani mtu lazima afanye jitihada za kuweza kuingia katika mlango ulio mwembamba anatufundisha kitu gani? Swali hili ambalo huyu bwana ameenda kumuuliza, uh, Yesu hadi sasa lipo kila siku. Baadhi ya watu ni kuuliza fulani ameokoka, ili kanisa la watu wameokoka, huyu fulani hata ingia mbinguni, hajaokoka huyu. Ni maswali ya mtindo kama huo, badala ya kuweza kuingia katika maswali hayo, badala ya endeleza eh, badala ya wewe kuendelea kila siku kuweza kuuliza fulani ameokoka, nani watakaweza kuokolewa ni sisi wachache. Hatufanyi matendo ambayo yatatupelekea tuweze kuonekana kwamba tumestahilishwa kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ninaingia katika maswali ya kudadisi baadhi ya watu na njia hizi lakini matendo yangu mimi ni mabaya, siweki jitihada yoyote ile ambayo itanistahilisha mimi niweze kuokolewa niweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu kwa ukali anazungumza kwamba mambo ya kuingia mbinguni ni jitihada za kuingia, anasema ni mapambano ya kuingia katika mlango ulio mwembamba kuna vitu vingi katika safari ya kuweza kuelekea mbinguni lazima niviache lazima nivitoe kwa sababu mlango ule ni mwembamba unanitosha tu mimi mizigo mingine na watu mbalimbali ambao nimewafunga ndani ya nafsi yangu hawataweza kuingia katika mlango ule ambao ni mwembamba Yesu anasema kwamba mbinguni ni jitihada ni kama kupanda mlima walikuwepo watu hawa wawili mpendwa mtazamaji walikuwa wanapanda mlima Everest walipokuwa wanapanda mlima Everest wale watu walipokuwa wanapanda, watu wengine waliwaona kwamba walikuwa wanapanda ule mlima. Hawakurudi, wale watu walifia huko huko, lakini ikaandikwa kwamba tuliwaona walikufa walipokuwa wanapanda mlima. Yani walikufa wakiwa wanapanda mlima Everest. Na Ukristo, mpendwa mtazamaji, ni kufa ukiwa katika jitihada za kupanda mlima, na si kurudi nyuma, kukimbia katika safari hiyo kufa katika suala zima la kupanda mlima kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini anasema sa tusio dhani atasimama eh, ambaye ni mwenye nyumba ambaye ni Yesu Kristo na ataufunga mlango. Sasa wale watu wote ambao hawakuwa katika jitihada za mapambano za kuweza kuingia walirudi nyuma, wakatoka nje, atakapofunga mlango, ndio hawa wataanza kutesa na kuanza kubisha mlango wakiwasumbua walioko ndani wakisema, bwana bwana, e, e, utufungulie mlango, na akasema siwajui mtokako. Wataanza kutamka mambo yote waliokuwa anayatenda kwamba tulikula na kunywa mbele zako, ndo hawa watu wanasema kwamba tulipokea Ekaristi, tulikula mwili wako, tulikunywa damu yako, nilikuwa nakomunika. Yesu anasema ulikuwa unakomunika, lakini mara nyingi sana hukuweka jitihada, ulikuwa unatoka nje unaenda kufanya mambo machafu. Ulitoka katika nyumba ya mwenyezi Mungu, umekula mwili na damu ya Kristo ndani ya nyumba, ukitoka hapo nje unatoka kutokana na yale matendo mema, unaenda kufanya mambo mabaya. Anasema siwajui ninyi, siwajui mtokako eh, ondokeni kwangu ninyi nyote ambao mmekuwa mkifanya udhalimu. Kwa hiyo habari za kuingia katika ufalme wa mbinguni si kula na kunywa eh, mwili na damu ya Kristo, si kula na kunywa mbele za Bwana, si kusikia maneno yake, si kwamba Yesu Kristo alikuwa anapita katika mitaa hiyo, bali umefanya jitihada za namna gani kuweza kutunza huo utakatifu. Na anazungumza anasema, itakuwa ni mshangao sana katika siku ya mwisho eh, watakapokuja watu kutoka maeneo ya mashariki na magharibi ambao hatukuwafikiria wataingia kule mbinguni, na wale watu wote ambao walikuwa wanatarajiwa kuweza kuingia mbinguni hawatafika. Na anasema tazama, e, wale ambao tunawaona kila siku wako mstari wa mbele, hao watakuwa ni wa mwisho, na wale ambao hawajulikani kabisa, hawaonekani katika mstari wa mbele katika mambo ya Mwenyezi Mungu, watakuwa ni wa kwanza. Tujitafakari sana Tusipoweka jitihada za kusonga mbele kupanda mlima kuweza kuwa na mapambano, tunaweza tukawa wa mwisho katika ufalme wa mbinguni. Na Mwenyezi Mungu atujalie tutembee katika mlango ulio mwembamba, tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.